Kwa majina anaitwa Matius Steven, ni msimamizi wa kitalu hiki cha miti ya matunda ambacho tuna embe, chungwa, chenza, ndimu, limao, parachichi na mengineo, kama miti ya maua, miti ya mbao, ila leo tunakuja kuj kama nilivyosema awali pale, kuna miaka miwili na kuna mwaka mmoja na nusu. Ya mwaka mmoja na nusu ndo kama yapo tunavyoona kuna hapo, ndo tulivyofanyia grafting kuanzia hapa kushuka chini ni embe ya kienyeji embe ile sindano, ila kuanzia hapo kwenda juu, mtazamaji, hapa ni mchungwa ambao tayari ushaanza kutoa, ndio ile pale ambayo nilikuwa nazungumzia mwaka mmoja na nusu. Ila chungwa, embe, ndimu, limao, parachichi zote ni hivi hivi, mikubwa yake mwaka mmoja na nusu. Ila hapa nimekuonyeshia tu kama mfano ambao ni mchungwa, ila miembe yote nayo inaanza kutazamaji, hapa tupo kwenye kitalu cha miche ya matunda, pia tuna miche ya miti ya kawaida lakini hapa kwenye kitaru cha miche ya matunda ndipo almost kwa wiki zaidi ya miche 300 mpaka 500 inatoka hapa kitaruni kwetu. Na kwa nini, na miche, kwa nini nakuonyesha miche tofauti tofauti ambayo iko shambani ni kwamba sasa hivi kuna trendi inaonyesha kwamba ongezeko la uhitaji wa miche ya matunda, na pia badiliko la hali ya hewa ambao kama mvua haitabiriki, watu wengi wanahitaji kufanya uwekezaji kwenye kilimo ambacho kinawapa riziki, sio kwa muda mfupi na hivyo miongoni mwa njia ambao unaweza kupata chochote kwenye kilimo kwa kuanza kuwekeza kwenye miche ya matunda. So usiondoke leo hii, tunaenda kupitia miche aina tofauti tofauti ambayo ipo hapa shambani kwetu ama kitaruni, na wewe pia unaweza ukajipatia miche hiyo ukachukua fursa hii. Hapa wazungu wanasema kwamba usiweke mayai yote kwenye kikapu kimoja. So, hivyo unaweza ukaamua kufanya kilimo then uka diversify ukaanza kutumia miche ama kupanda miche tofauti tofauti ya matunda. So usiondoke, hii ni Maco TV na hapa tunakutana na kijana ambaye ni mwangalizi wa miche tofauti tofauti. Huyu ndiye injinia mwenyewe ambaye anaandaa na kukuza miche hii yapo na hapa, so tazamaji, let's go and check it out. Atajitambulisha yeye ni nani na atatupa tu kidogo kwamba ni miche ipi inayopatikana hapa. Kwa majina, naitwa Mathias Steveni, ni msimamizi wa kitalu hiki cha miti ya matunda ambacho tuna embe, chungwa, chenza, ndimu, limao, parachichi na miengineo, kama miti ya maua, miti ya mbao, ila leo tunakuja kujifunza kwenye miti ya miembe. Ila hii hapa ni embe za kienyeji ambazo tunaanzaga kuotesha, embe za kienyeji, embe sindano, ambazo kama hii hapa, huu ni mti wa mwembe nembe sindano ila hapa ni sindano nyeusi ambayo tunaanzia kuotesha mm. Ile kokwa tunavyolipanda, baada ya miezi sita, tunakuja tunafanyia grafting, ila kwa sababu hapa hatujaanza kuifanyia grafting, kwa sababu ni bado mdogo. Yapa, angasi, mbaka, ila apa ngazi ni bado ndogo mpaka itimize miezi sita, ila hapa ilipo ina miezi minne. Kwa hiyo ikitimiza miezi sita, ndio tuna kanseli ya kienyeji then tunapachika kisasa hiyo. Hii hapa ni miembe sindano ambayo yote mnaiona, ila nitaenda kuonyesha embe hizo za kisasa ambazo tunazungumzia kama red indian, tomi arfonso, kenchi, dodo epo na mingineyo ya meo, ila hii hapa ni embe sindano. So, mtazamaji Hatua ya kwanza ya uandaji wa miche hii ya matunda hasa maembe, kama ulivyosikia, tunaanza kwanza kuandaa mbegu kutoka kwenye maembe ya kawaida, na tunaenda moja kwa moja katika hatua ya pili, ambayo tunaenda kuangalia maembe ambayo yako tayari kufanywa grafting, na maembe hayo no ndio maembe ambayo wewe unanunua na unaenda kupanda shambani kwako. Na kwa nini tunafanya grafting? Ni kwa sababu ya kufupisha umri wa kuzaa mche, maana hii hapa ni ya kienyeji. Kwanza cha kwanza unapata ni hizi zile embe ndogo ndogo za kunyonya, ni embe sindano. Alafu cha pili nachelewa kuzaa. Hizi embe za kienyeji zinazaa baada ya miaka nane hadi kumi. Kwa lengo la kucancel au unaweza kusema kwanza lengo la kupanda embe ni ya, ya kienyeji, inahimili magonjwa na maradhi kwa maana tunapanda hiyo hapa, na inahimili pia kukausama, kwa maana tunapanda hiyo hapa kienyeji, embe sindano, alafu baadaye, baadaye miezi sita tunakansel embe ya kienyeji tunapata kisasa hizo za kisasa ndo zinazaa baada ya miaka miwili. Kuna nyingine hadi ya mwaka mmoja na nusu, tutakuja kuwaonyesha baadaye, ila hizi hapa ni za kienyeji, ndio maana na vipi, mtu akihitaji kupata tu kama hii ya kawaida, mnauza pia. Eh, hii ya kawaida tunauza pia

Watazamaji, okay, ungana nasi huku tukifanya tuwa kawaida kwenye shamba letu hili la kitalu, tuweze kufahamu elimu tofauti tofauti kuhusu kilimo ama uzalishaji wa miche ya matunda. Hapa kama nilivyokuambia tupo kitaluni, so karibu jifunze vitu aina tofauti tofauti. Sasa kama nilivyosema awali, padi kuna miaka miwili na kuna mwaka mmoja na nusu ya mwaka mmoja na nusu ndo kama hapo tunavyoona, kuna ap hapa ndo tuko kufanyia grafting. Kuanzia hapa kushuka chini ni embe ya kienyeji, embe ile sindano, ila kuanzia hapo kwenda juu ni aina ya embe ambayo inaitwa Tom, ambayo inazaa baada ya mwaka mmoja na, na nusu, ila nitaenda kuonyesha ambayo inazaa baada ya miaka miwili ambayo ni midogo yake na hapo hizi ndo embe sasa, zile ndogo ambazo zinazaa baada ya miaka miwili, hmm. Ndio mche wake ule mdogo. Ule wa kwanza ulikuonyesha mti mkubwa, ila hapa ni mdogo, ndo maana unaona hata kamba tulifanyia kufanyia plastic, baada tujaifungua ile ile pale, tushaifungua kwa hiyo, hata kwenye malezi hapa natumia malezi makubwa sana, maana kuna maelekezo ambayo natakiwa, yaani yatoe kwa matawi, matawi yatoe kuanzia hapa kushuka chini, ila matawi yakitoka kuanzia hapa kwenda juu naacha, ila kwenye ule mti mkubwa ulikuonyesha awali hivyo vitu ni ya vipu ambayo tayari ushakuwa hata kwenye uzaji ndo kani nitakwambia mwaka moja na nusu, ila hapa miaka miwili. Na kuna aina tofauti tofauti za miche hii ya maembe kwa hapa kulipo. Sasa ni aina gani ya miche ya maembe yanayopatikana hapa? Kwa hapa inapatikana Red Indian, inapatikana Tommy, inapatikana Alfonso, inapatikana Kenti na inapatikana Kate, inapatikana Parma, inapatikana Maya, inapatikana Apple hizo za kisasa kwa trend unavyoiona hapa ni hmm. Aina ipi ya maembe ambayo yananunuliwa sana na wateja wetu? Kwa aina za maembe ambazo zinanunuliwa sana ni redi, ambayo ile inakuwa nyekundu, afu kuna tomi, ambayo inakuwa kama zambarau za fulani imechanganyika na redi nyekundu na kuna epu hiyo epu ni sio ile epu supermarket, ya supermarket ambayo zinapatikana South Africa. Hizi epu ni kama embe, ila muundo wake ni vile vile kama epu. Sifa za hizo embe, kwa nini zinapendwa sana? Kwa sababu kama redi, cha kwanza inawahi kuiva kuanzia mwezi wa tisa, ile inapatikana sana sokoni na embe lake lishambuli sana wadudu wa na nzuri sana wengi, wanatengeneza kwa juisi. Na hiyo tomi nao, ni ganda lake ni gumu, haishambuliwi na wadudu wa na embe yake ni nzuri, haina kamba kamba na hiyo ipo, nao ni embe ambayo nao pia inaongoza kwa ugumu na pia inaongoza kwa ladha. Mtazamaji, najua kwamba unaingia kwenye kilimo, ukihitaji kupata pesa hasa kwa muda mfupi, nahitaji kijana wangu akuelezee kwamba ukinunua leo miche hii ya maembe toka kupanda mpaka kuvuna inakuchukua muda gani? Ukipata mche kutoka hapa kitaluni, hii midogo, ukichukua kuanzia leo, kani ilivyosema awali, inachukua miaka miwili ile pale mikubwa okia nilivyosema mwanzo inachukua mwaka mmoja na nusu, naanza kupata matunda. Konyesha mbao tayari shanza kutoa naona mtazamaji, hapa ni mchungu ambao tayari ushaanza kutoa, ndio ile pale ambayo unakuwa unazungumzia mwaka mmoja na nusu, ila chungwa, embe, ndimu, rimao parachichi zote ni hivi hivi, mikubwa yake mwaka mmoja na nusu. Hapa nimekuonyeshea tu kama mfano ambao ni mchungwa, ila miembe yote nayo inaanzia kutoa hivi, ila sisi hapa tumeacha kama demo. Ila kwa mteja akichukua, ikitokea kama imetoa maua mwembe huko hivi au mchungwa huko hivi, inatakiwa utoe, iliwa unaona hapa unaelemewa, unaweza kufika kwa sababu mti hauna nguvu, kwa sababu sisi tumeweka kwenye kidogo ila ukienda kupanda tunakupa maelekezo ambao unatakiwa ushimbe chimo kubwa na sentimita 60 uchanganye na mbolea yako ya samadi, mche wako unakimbia haraka tofauti na sisi tulipoweka. Okay, mtazamaji, umeanza kujifunza sehemu ya kwanza ambapo ni miche ya maembe. Sasa tunaenda kwenye section nyingine, nimekwambia hapa kitaluni kwetu kuna aina nyingi sana ya miche ambayo utahitaji, na hapa tupo kwenye section nyingine ambapo tuna miche hii hapa so kijana wangu atuelezea, hii ni miche ya aina gani? Hii ni miche ya stafeli. Ni miche ya stafeli, nadhani wengi sana mnaijua, ila usiojua, hii ni miche ya stafeli, ila hapa ni hybrid. Hapa haijafanyiwa grafting wala bali, hii ni hybrid ambayo mbegu yake tumepanda moja kwa moja. Kwa hiyo yale maelekezo niliyatoa kwenye embe au maelekezo ambayo nitakuja kukupa kwenye chungwa, kwenye ndimu, kwenye limao hapa aina yani, hapa unachukua mche wako unaenda unaupanda unasubiria. Baada ya miaka mitatu kwa stafeli, miaka mitatu ndio inaanza kuzaa. Kwa hiyo hapa ina maelekezo yale ya kutolea matawi kwenye nini. Hii ni sehemu ya kwanza. Twende kwenye sehemu ambapo kuna tunda ambalo hatujalizungumzia katika sehemu hii hapa. Nahi hapa tazamaji, hii inaitwa ajena lengine, wengi sana washatoa kama karambola. Hii ni iliyapa hapa kama taeri, ni hybrid, mbegu yake ya moja, ina ili kutolea matawi ya kienyeji, kwamba baadaye itabadilika, hapana. Hii kwa moja apa mti unatumia kuzaa baada ya mwaka moja na nusu. Waiyapa mikubwa, ila midogo yake nayo ipo ya mbo, miaka mii hapa ni mwaka nusu tuna hizi hapa ni pera. Hii ni pera nyeupe ambayo nayo ni, ni hybrid ilipo kama hiyo karambora au nilikuonyesha pale kama stafeli. Hii hapa mbegu yake mbe, ukipanda mbe, ni moja kwa moja ina maelekezo ya kutolea matawe. Hii hapa inazaa baada ya mwaka mmoja, hiyo pera pia. Tuna fenesi hapa, fenesi nazo ni hybrid ambayo inachukua miaka mitatu Aa yeah, yeah, yeah, wengi sana mnaijua, ambayo tuna hii hapa tope tope. Na hii hapa ipo kama stroberi, wake wengi sana wanaifananisha na tope tope, na matunda yake anakuwa kama na vinundunundu fulani a yeah, yeah, hybrid ambayo inazaa baada ya miaka mitatu. Mtazamaji, moja kati ya matunda ambayo yana bei sana sokoni, hasa kwa wakati huu ni limao. Limao unaweza kukuta sasa hivi sokoni ukienda tagengeni, unakuta limao moja ni kuanzia 200, 300 mpaka 500. It is insane. Niambia wewe huko kwenu kwamba limao moja inauzwa shilingi ngapi? Lakini hiyo sio point, point ni kwamba hapa tupo kwenye section ambapo kuna malimao. Utajua kwamba ni malimao ya aina gani ambayo yapo hapa na jana wangu atakuelezea ni limao zipi na kwa nini ukonside kupanda limao za namna hii. Karibu. Okay, hapa tuna hii miche ya limao, ya limao ambayo hapa sasa tumeifanyia hapa. Kwenye embe nilizungumza ni badi kwenye embe no, kwenye embe nilizungumzia ni grafting bila hapa ni badi, ambayo badi nyake, tunaweka jicho kule, tunaweka kikonyo, ndio maana kuna utofauti wa badi na grafting. Huku tunaweka jicho hili hapa ila hapa ni mche bado hujatoka. Hapa ni mche bado hujatoka. Tukifunga kama hivi siku ishirini na moja ndo tunatakiwa kufungua huu mche. Kwa hiyo hapa tukishafungua, ndo unachukua kuwa ni limao. Limao kama alivyosema bwana mkubwa hapa, limao ipo sasa hivi sokoni juu sana, kuanzia hiyo mia mbili hadi mia tatu na kuna kipindi ilifikia hadi mia saba hadi buku limao limoja. Ukienda sokoni, kwa hiyo kwa kushauri zangukweni limao, hata miembe, michungwa, mchenza, ndimu, limao, hizi ni nzuri sana. Na mtazamaji, limao nyingi ambazo zinapatikana hapa sokoni zinatokea nje mostly kutoka Zambia, so unaweza ukachukua opportunity hii ukaanza kupanda limao zako wewe mwenyewe shambani na ukaanza kupata faida. Na miche yote hii inatumia miaka miwili mpaka miaka mitatu hapa. E, ndio midogo ni miaka miwili, ila kuna mikubwa yake ambayo ile kule kama nilivyoonyesha mfano kwenye chungwa. Kwa hiyo chungwa na limao haitofautiani, yani mzizi ni ule ule. Kwa hiyo kule ni, ni mwaka mmoja na nusu, huku ni miaka miwili. Kwa hiyo hata hii hapa nayo ina maelekezo vile vile ya kutolea yale matawi ni ila ukichukua ile kule mikubwa ambayo mwaka mmoja na nusu, hata bei zake zinatofautiana huku ni elfu mbili kule, mche mmoja ni shilingi elfu. Watazamaji, tupo kitaruni hapa, kuna miche ya aina tofauti tofauti ambayo unaweza ukajipatia na ukachukua advantage kupanda shambani kwako. Tumeshatoka kwenye section ya miche ya maembe, umeona limao, umeona matopetope, umeona uh, mafenesi na hapa tunaenda kwenye section nyingine ambapo taangalia na kupata ufafanuzi zaidi, ni miche ya aina gani hii na wewe inakusaidia nini kama utakuzida kuipanda kwa wakati huu. Tupo section hii, hii ni miche ya mikongo. Mche wa mkongo ni mti wa mbao ambayo unachukua miaka mingi, unaweza ukachukua miaka miaka wakate, ni wewe mwenyewe sasa. Aidha miaka kumi ukate ni haraka yako, au miaka ishirini. Ila huu ni mti wa mbao aina ya mkongo, ni wengi sana unaitambua, ila kwa usioijua hii ni miti ambao aina ya mkongo, ila kuna miti mingi ambao, kuna segerea, kuna karatusi, kuna mitiki, miti mingi ambao ipo, kuna milevya, kuna miti mingi sana yambayo pia tuna hii. Viungo hivi ni viungo vingi sana, hii ni miti ya kigeni sana, imetokea Germani inaitwa German tea au michaichai kwa jina lingine. Hii ni wengi sana hawajaijua sababu ni mgeni, na kama miaka miwili mitatu tokea iliokuja hapa nchini Tanzania. Hii hapa matumizi yake, kwanza haina ile sio, naweza kusema ni hybrid, haina ile kutolea matawi nini. Hapa kwanza matumizi yake inatakiwa uchambue majani, uyaoshe alafu maji yako yawe tayari ushachemsha ambayo yametulia, yani usichemshie kama yale mingine hi zetu tunazijua kwamba unachemsha maji alafu ndio unaweka mume anachemkia. Hapana, hapa unachemsha maji yako ukishatoa ndio unachambua haya majani, unaweka kwenye una chai yako, au wengine wanachambua haya majani wanayakausha, wanatumia kama unga. So, majani hayo hapo yakipandwa yanakuwa yanakuwa mti mkubwa kabisa. Ah, hii huyu mti mkubwa hii inakuwa kama huo hapo unavyoona au endelee tena kukua zidi hapo, inatanuka tu pembeni, alafu inatoa maua ya blue, na hii kazi yake ni kiungo cha chai tu pekee yake. Kiungo cha chai yake inatibu pia na maradhi hiyo, eh, ni kansa, presha inatibu, ila ilivyo, kama stafeli. Kwa faida ya mtazamaji, mche huu hapa anaupata kwa shilingi huu, um, mche unauza kwa shilingi 2000 na tuna miche mingine pia hapa. Ni miche gani hii? hapa ni miche ya mikokoa au kakao, ni, ni miche ya mikokoa na pia yenyewe ni mbegu hybrid ya moja kwa moja. Unapanda baada ya miaka yako miwili una, una madinra yako. Mkubwa wake wa mche ni kama huu hapa, na matunda yake unaona kama huu matunda yake yanatoka hivi, haya matunda kwanza un, unaweza ukara, ukipasua, unaweza ukara kama stafeli vile, alafu pia mbegu zake ni unatengenezea chocolate. na chocolate au hizi chai kama ushaikusikia chai ya kokoa ndo, mm -hmm. hiyo hapo mti wake ndio hapo, huu mti unaopata kwa shilingi elfu mbili na kabla hatujaenda kwenye section nyingine, hapa kwenye miche ya kokoa, mtazamaji kama unavyojua nchi nyingi za West Africa ndo ambazo zinazalisha miche hii ya kokoa. Ukiangalia Ghana, ukiangalia nchi zingine zote zile za Afrika ya Magharibi, ndo hizi miche ambapo zinazalishwa huku kwa wingi. Na ukiangalia miongoni mwa industry ambayo watu ama wazungu wameinvest heavily ni kwenye kutengeneza chocolate ama kutengeneza Cocoa powder ambavyo ni viungo ambavyo vinahitaji kwa ajili vinatumika kwa ajili ya kutengenezea uji wa watoto, unaweza ukatumia kwa ajili ya kutengenezea chai kwa ajili ya kujipatia faida. Na kwa Tanzania miche hii ni michache sana, haijaanza kukua kwa wakati ama watu bado hawajachangamkia fursa kukuza miche hii ya kokoo. So mtazamaji, karibu sana uweze kujipatia miche hii, huenda baada ya miaka miwili miaka mitatu ukaanza kupata faida kutokana na kilimo hichi hapa cha miche ya mikokoa. So, labda kwa maelezo zaidi, ni mazingira gani au maeneo gani hasa miche hii ya mikokoa inafanya vizuri sana, au mikoa kwa maeneo kwa, hii kokoa inapenda sana mazingira

Kwa mtu ambaye yupo Kigoma labda anaweza akajipatia miche hii na akapanda pia hey, anaweza kajipatia miche hii na ukapanda pia ila uzaji wake au utopata zaidi kama vile ikiwa kwenye ukanda wa Okay. Mtazamaji umepata neno, umepata chochote kwenye upande huo? Tuendelee kupita kwenye, kwenye nimekwambia hapa tupo kitaluni na tunaangazia shughuli tofauti ambayo inapatikana hapa na wewe unaweza kupata advantage ya kutumia miche hii tofauti tofauti. Na hapa hii miche ni miche a ya aina gani? uwapa mche wa ndimu tamu hapa, inaitwa ndimu tamu, ipo kama ndimu lakini yenyewe haina uchachu, ina, ina ukali kama vile ilivyokuwa ni ndimu. Na hapa ni pilipili zile za mwendo kasi, hapa ni pilipili ile za mwendo kasi. Uwapa nao ni mchungwa Ndiyo, hapo leo nani mfenesi nishaonyesha ni pale awali, ila ukija hapo hapo kuna miche ya uh, fashion na kuna miti pia ya uh, msederea mwanzo niiutaja kwenye ile miti, ambao msederea wenyewe ndio hapo k ka wale undo. Msederea huu unajipatia kwa shilingi elfu moja tu miti yote ambao najipatia kwa shilingi elfu moja na yapa ni zile fashion yero fashion za njano kwa jipatia kwa shilingi elfu mbili passion. Okay. Okay, na hii inapatikana kwa bei ya shilingi ngapi, mtazamaji? Okay. Hapa ndo unajionea miongoni mwa mazao ama mavuno ya machungwa ambayo yapo shambani hapa. Sisi hatuhubiri kitu ambacho tukifanya. So mti huu una umri gani mpaka sasa? Um, mti huu una miaka mitano okay. una miaka mitano na baada ya miaka mitatu ndo ilipoanza kutoa matunda. E, baada ya miaka miwili unapata okay. matunda, ila mikubwa yake ni mwaka moja na nusu ndo kama ile kule nimeonyesha, na hapa maanake hii miche, ina huu mti utaendelea kukua na kupanuka na kuleta matunda mengi sana. mm -hmm. Mtazamaji, kama mnavyoona hapa, haya ni matunda ambayo yameshaanza kuonekana, na ni miaka mitano tu baada ya miti hii kupanda. So mti huu unaendelea kupanuka na kuongezeka ukubwa, na pia unavyoona hapa, hii ni maembe. haya maembe yana miaka mingapi? Hii miembe ina miaka saba. Hapo yote yana miaka saba hii, na twende okay, kwenye section hii. hapa ni matunda gani? Hizi hapa ni passion za yellow kama vile pale okay. Yeah. Ila tunakuja hapa hizi zinao ni limao, ila hizi hapa limao ni zile za kienyeji okay, bado tukizifanyia. Bado mteja kama atahitaji, unapata kwa shilingi elfu moja mm -hmm. oh, mlimao um, hata ukienda kupanda unachukua miaka saba ndio unaanza kuzaa, ila sasa haina maelekezo ya kutolea matawi nini. oh, ukipanda tu unachimba shimo kubwa, unaweka mbolea yako ya samadi, basi unasubiria mavuno ndani ya miaka saba. Na zile pale ni limao zote, hizi ni limao. Huo hapo mkubwa, nauona, huo ni mzaituni mti wake nao, ipo pia mzaituni. Mtazame huo mzaituni, tazamaji huu ni miongoni mwa miche ambayo tunakuambia sisi unainunua na unaenda kuipanda shambani kwako na kuanza kupata faida mara moja. Na hapa ni mfano wa mche ama mti wa mizeituni, na haya ni baadhi ya matunda, na kijana wetu ataenda kutuelezea kwamba hii ni mche wa aina gani. Akikaribu okay. huu ni mche kama alivyoeleza awali, huu ni mche wa mizaituni. Mche wake unaopata kwa bei ya shilingi elfu tano ambao mti wake unachukua miaka miwili kuzaa, kama wanavyoona hivi. Na sifa ya huu mti yani, hauna msimu, sio mpaka kama embe, kila mwaka una mpaka mwaka mwingine. Hapa unachuma, yakiisha yanazaa tena. Hapa unavyoona kama haya ni matunda, lakini hapa pia ni maua. Kwa hiyo haya yametoka, kama utavuna hapa yanatoka na hapa ma, mazaituni yana bei sana sokoni. Unaweza kukuta zaituni moja kwa kujeno hadi elfu mbili kwa sasa hivi, na anapandaga sana nafikia hadi elfu mbili elfu tatu Okay, juo, kwa mtu ambaye asiyejua, kwamba kwa mara ya kwanza kusikia mzeituni kwa Kiswahili, tu chepesi kumwelezea kwamba mzeituni ni tunda ripi, faida yake ni nini? Kwa nini apande mzeituni? Labda mzeituni, um, faida yake hii tunda unaweza kutengenezea juice au unaweza kula kama hivi ilivyo, yaani, yani ili hapa lipo, kama nichukulie mfano, nichukulie mfano tu kama wapapai Yani hapo unapasua unakula na lina sukari sana, naona kama ile, no? Una, ili hapo naona hili ndo zaituni lenyewe, an unapasua unakula hivi, au wengine wanatengenezea kwa juisi na sukari sana. Zaituni au wengine wanaita mtunda um, la pepoli zaituni samaji, okay. Haya, hapa ndiyo matunda ya mizeituni tunda la peponi kama ulivyoweza kusikia. So unaweza ukaanza kupata faida hii hapa, ama kupata advantage kwa kununua miche kutoka hapa kitaluni kwetu, na kwenda kupanda tu, ndani ya muda mfupi ukaanza kupata chochote, ukaanza ku experience tunda la peponi hapa. E, huu ni mparachichi ambao ni mche mkubwa ambao unachukua baada ya mwaka mmoja na nusu matunda ila midogo yake ndio inachukua miaka miwili unaanza kupata matunda. Ila hii hapa nayo ina maelekezo kama nilivyoonyesha, kwenye matawi yakitoka, kuanzia hapa kwenye hiki kidonda ushuka chini, natakiwa uyatoe, ila akitoka hapa kwenda juu unayacha. Na pia ikitoa maua mwaka wa kwanza, natakiwa yakati, kwa sababu mti ni mdogo, hawezi kustahimili kubwa matunda, maana tunda la mparachichi ni hapa, ni roko ambayo inachukua kama kilo moja hivi au kilo moja na nusu matunda. Kwa hiyo mti ukitoa ukiwa mdogo hivi hauwezi kustahimili kubeba hilo tunda, utapata kilema. utaau tazamaji, ipo miche mingi sana ya matunda ambayo inapatikana hapa kitaluni kwetu na pia kama ungekuwa na aina fulani specific kabisa ya matunda ama miche ya miti ama matunda, ungehitaji utengenezewe premium kabisa customize kwa ajili yako wewe mwenyewe, unaweza ukatuandikia hapo chini kwamba ungehitaji ama ungepata miche ya aina gipi ambayo inakufaa shambani kwako. Na pia kama ungehitaji tu ushauri ama kufika hapa kitaluni kwetu kwa ajili ya kutembea kujifunza zaidi kuhusu kilimo na uoteshaji wa miche tofauti tofauti ya matunda shambani kwako, unaweza ukafika hapa, tuko maeneo ya SUA hapa na hapa ndipo tunavyofanya shughuli zetu za kila siku, kuotesha na kukuza miche tofautitofauti hii ya matunda na ya miti pia inapatikana. Unaweza ukafika, ni bure, unapata ushauri, unapata kujifunza, ili uweze kupata uzoefu zaidi, na kabla hata hujaanza kufanya ama kuweka uwekezaji kwenye upande wa kilimo hichi hapa cha matunda, mbogamboga, mihogo, mboga, migomba kama ulivyoona na kama hujisubscribe naomba usubscribe. Hii ni maco TV, naitwa Stefano Mashauri, ni Agriculture Engineer.